Hello, habari mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo. Nashukuru Mungu si jambo kabisa, matumaini yangu na wewe huko uliko ujambo. Habari za muda huu, tunaendelea na darasa zuri, darasa la tiba na miti yetu ya asili, miti ya Afrika. Karibu sana sana kama wewe ni mgeni kutazama video hii, na kuomba subscribe share video na wengine, wakajifunze pia katika mambo yao mbalimbali mbali na changamoto zao. Mpendwa mtazamaji, tunaendelea kujifunza na kufungua akili zetu na kujipa madini na kujipa faida za bure eh, katika mambo ya miti na utafiti mbalimbali mbali, ambapo leo nakupa faida kubwa faida ambayo utaifurahia na utaipenda na itakusaidia sana siku ya leo. Kinachotakiwa wewe utazame video hii mpaka mwisho, ujue naenda kukufundisha nini. Na pia mpendwa mtazamaji, jambo lingine ni kuwa na imani na tiba ambayo unafundishwa hapa. Hakikisha unaifanya bila kukosea, hakikisha unafuata masharti, hakikisha unatimiza siku ambazo umeelekezwa kufanya tiba ili upate matokeo sahihi ambayo utayapenda na kuyafurahia. Moja kwa moja, naenda kukufundisha namna kutumia dawa au kutumia huu mmea wa mbigili. Hmm, wengi tunaufahamu kama ni mmea ambao unachoma sana vitunda vyake, vina miba yake ni mikali mno, lakini huu mmea watu wanauogopa, unachoma, lakini una faida kubwa sana. Wale wanaosumbuliwa na ganzi ganzi kwenye meno, wanaosumbuliwa na ganzi, huwezi kula nyama, ganzi kwenye meno, tafuna majani yake, tafuna majani yake mara kwa mara, hiyo ganzi itaisha hapo hapo na hiyo ganzi itakuwa habari nyingine ambayo utaisahau kabisa. Na kwa wale wanaosumbuliwa na changamoto ya UTI, chemsha majani ya huu mmea wa mbigili, chemsha, kunywa kutwa mara mbili, kwa muda siku tano, UTI yako kwisha, habari itakuwa ni stori na utasahau kabisa. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji huu mmea una maajabu mengi na ni makubwa mno. Hmm. Naenda kukufundisha faida nyingine ya tatu. Faida yenyewe ni ipi? Wewe unaosubuliwa na majipu mara kwa mara. Chemsha haya majani, kangoe mti wote, uchemshe, jikandie sehemu ambayo kuna majipu. Majipu hauta yaona tena yatapotea kwa haraka sana. Eh, huu mtu ni kiboko na ni kiboko zaidi. Mpendwa mtazamaji wangu, tumia kwa muda mrefu. Wanaosumbuliwa na majipu, jikandie ku asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, kwa muda wa siku tano majipu yote yatakauka, majipu yote yatajikamua, yatakauka yote. Mpendwa mtazamaji wangu, hii ni dawa sio ya mchezo na wala sio ya kuchezea. Wewe ambao unasumbuliwa na kesi, kesi yako ukienda unazungushwa mara unakata rufaa, mtu anakata rufaa, mara kesi haieleweki, inaisha lini? Wewe unaosumbuliwa na kesi, hebu sikiliza hii. Unasumbuliwa na kesi, kachume hizi tunda za mbigili mbili, chuma tunda za mbigili mbili, njoo nazo nyumbani. Siku ambayo ya kesi, tafuna mbigili moja mdomoni nyingine weka kwenye soksi. Kama wewe ni mwanaume, weka kwenye soksi nyingine, weka kwenye pochi. Kama ni mwanamke, weka kipunje kingine katika pochi. Nenda kwenye kesi yako. Ukifika katika hiyo kesi, utasikilizwa wewe tu, na kesi yako itaishia siku hiyo hiyo. Ukirudi tena, kesi itakuwa imefutwa na imeisha. Mpendwa mtazamaji wangu Imani ndiyo kila kitu. Ukiwa na imani, ukiwa na imani, kila kitu kinatimia katika ulimwengu huu unauona. Kwa hivyo, mbigili itumie kumaliza changamoto zako, migogoro yako na watu, kesi zako na watu, mazungumzo na watu, mazungumzo yataisha vizuri na utasikilizwa, mambo yako yote yataenda sawa, binisawia. Mpendwa mtazamaji wangu hii mbigili ina faida nyingi sana. Watu wengi tunaiogopa lakini, itumie. Nimekupa faida nne, hizi faida zifanyie kazi. Wanaosumbuliwa na majipu, wewe mwenye kesi, wewe ambao una UTI, wewe ambao unasumbuliwa na ganzi ganzi kwenye meno, tumia kutafuna majani. Wewe unaosumbuliwa na UTI, chemsha mti mzima wa mbigili, kunywa maji yake utwa mara mbili. Wewe ambao unasumbuliwa na kesi, chukua punje za mbigili mbili, fanya kama nilivyokuelekeza, tafuna nyingine weka kwenye soks nyingine kwenye pochi na imani. Mpendo wa mtazamaji wangu wa video hii, utakuwa umenielewa na utakuwa umefaidika sana na darasa hili. Hili darasa litakusaidia kama utakuwa upo serious, na utakuwa na na imani na hiki ambacho naenda kukufundisha. Hebu kajaribu, hebu kafanye uone matokeo, alafu niletee mrejesho katika hii video. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi naitwa Dr Merry na kuomba subscribe, share video na wengine wakajifunze, toa maoni yako, like hii video. Mpendwa mtazamaji wangu wa chaneli hii ya Dr Merry, wewe unaosumbuliwa na magonjwa mbalimbali, unasumbuliwa na mambo ya ndoto ya kiroho, unasumbuliwa na changamoto ya kukosa pesa, wewe unaosumbuliwa na changamoto katika mahusiano na ndoa, unaosumbuliwa na kukosa kazi, eh, karibu sana hapa. Utapata suluhisho lako, nitakusaidia changamoto zako, na pia nitakusaidia popote ulipo. Bonyeza alama kujumlisha mbili tano tano saba nane saba ishirini na tatu ishirini themanini na moja. Utanipata popote na tutawasiliana vizuri kabisa. Karibu sana na nakushukuru kwa kuitazama hii video mpaka mwisho, na nakushukuru sana sana. Tutaonana katika darasa lingine, nikutakie siku njema.